Pia kwenye macho, kwa sababu huwa inauma kidogo ikiingia kwenye macho, lakini haina madhara. Utapaka umu, sababu pia asali nyingine nayo ni dawa ya macho. Unapaka umu vizuri, unapaka umu, unapaka umu, paka vizuri, alafu unawacha, utalala hivyo hivyo na asali zako mle. Umeona, ila ina asili ya joto. Ukishalala, asubuhi utakavyoamka, utakwenda utasafisha ile asali vizuri tu. Kwanza mwanzo safisha tuna maji ya kawaida. Alafu pili utasafisha kwa sabuni. Mshanifahamu vizuri eh? Ila chumka sana inaumiza macho. <laughs> Inaumiza sana macho. Haya, asali hiyo hiyo kwa mtu umepatwa na jeraha, yaani umejikata tu pap. Una kicharakaraka, chukua asali ili kile kidonda kiponye kwa wepesi, chukua ile asali ipake kwenye kile kidonda. Kwa uwezo wa Allah hicho kidonda kiwezi kumaliza ndani ya siku nne au siku tano bila kupona, kitakuwa kinakuponya kwa sababu asali ni dawa kubwa na inakausha kwa spidi sana.